Majina nafahamika kama Peter John Mlai, mkurugenzi wa shirika la GBM Tanzania. GBM Tanzania tunajihusisha na mambo ya kilimo na haswa kilimo hai, kilimo kinachojali afya ya mteja. Na leo nikukaribishe kwenye kipindi chetu muhimu sana. Leo tunakwenda kujifunza jinsi ya kutengeneza siki ya mchele wa kahawia. Kwa kiingereza wanasema brown rice vinegar. Tutatengeneza siki ya mchele wa kahawia, brown rice vinegar. Kwa nini tunahitaji brown rice vinegar? Aa, brown rice vinegar moja, ni kwa sababu brown rice vinegar inatumika kwa binadamu, lakini pia tunaitumia kwenye kilimo kwa binadamu tunaitumia kwa ajili gani? Umuhimu wa siki ya mchele wa kahawia katika mwili wa binadamu ni kama ifuatavyo: moja, inaondoa mafuta zembe katika tumbo. Kwa hiyo wale watu ambao wanahitaji kufanya uh, diet na wapate mwili ambao ni mzuri usiokuwa na mafuta, kuondoa kitambi, kuondoa manyama mazembe mwilini, utatumia mchele wa au utatumia siki ya mchele wa kahawia, brown rice vinegar. Hiyo ni ya kwanza, lakini ya pili uh, hii siki ya mchele wa kahawia inakusaidia kwenye mmeng'enyuo wa chakula mwilini, digestion system digestion system. Kwa hiyo hutavimbiwa kila unapata aa, unapata chakula kinasagwa mwilini vizuri na hutapata tatizo la kuvimbiwa. Lakini jambo la pili la tatu sasa, aa, mchele, eh, siki ya mchele wa kahawia inasaidia sana viungo, flexibility ya viungo ha? na wa, wa, watu wengi wakishafika miaka 40 kwenda juu, magoti yanaanza kupata shida, viungo vinaanza kupata shida. Huo sio ugonjwa, kwa sababu ya umri unaosogea. Lakini sasa ukiweza kutumia uh, siki ya mchele wa kawia brown rice vinegar. utakuwa na viungo ambavyo ni flexible. utakuwa na viungo ambavyo ni flexible. Uh, jambo la nne wataalamu wanatuambia ukitumia siki ya mchele wa kahawia inakuongezea umri wa kuishi kwa mwanamke miaka kumi na tano zaidi, kwa mwanamume miaka kumi. Ulikuwa ufe na miaka sabini, utakufa na themanini. Ulikuwa ufe na miaka sabini kama mwanamke, utakufa na miaka themani na tano. Ulikuwa ufe na miaka themani na tano utakufa na miaka mia moja. Maanake itakuongezea umri wa kuishi. Hiyo ni kwa binadamu. Sasa tuende kwa upande wa wanyama na kwa mimea. Kwa upande wa wanyama, wale wanaofuga kuku, hii ni muhimu sana kwa sababu tunaitumia kwa vifaranga wa siku moja. Vifaranga wale unapowaleta unafunga, unafuga broiler au layers, unapochukua vifaranga vyako, jifunze kufuturisha vifaranga, usiwafutirishe na glucose tu, wafuturishe na brown rice vinegar, mchele wa eh, sorry, siki ya mchele wa kawia. Kwa nini? Kwa sababu utumbo wa kuku ni mlaini sana, ndio maana kuku ni wepesi kupatwa na magonjwa ya kuharisha. Sasa ukitaka uh, zile kuta za utumbo wa kuku ziwe na uimara, tunawafuturisha na, na siki ya mchele wa kawia. Baada ya hapo kuko anakuwa na utumbo ambao una uwezo wa kuhimili e, mshike mshike na magonjwa, na magonjwa na hawezi kupata magonjwa kirahisi ya kuharisha na hivi. Hiyo ni moja, lakini twende sasa katika kilimo, twende sasa katika kilimo, katika kilimo tunaitumia brown rice vinegar kwa, kwa kwa faida nyingi. Faida ya kwanza ni kusaidia ile absorption absorption yani, kufyonzwa kwa chakula kwa madini na mizizi katika katika mimea kunarahisishwa kama utatumia na kama utakuwa na utaratibu wa spray au kupulizia uh, hii siki ya mchele wa kahawia uh, hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ni kwamba mchele uh, siki ya mchele wa kahawia inasaidia mimea yako mimea yako iweze kuwa na uimara uh, wa kuto kuvunjika kama upepo unakuja una shambani, mimea inaweza ikalala na ikainuka. Mimea ambayo haitumii siki hii ikilala imevunjika, lakini kama unatumia siki hii ya brown rice vinegar kwenye mashamba, ina maana kama ni mahindi, upepo umekuja ukipuliza, yanaweza kalala yakasimama yanakuwa flexible yanakuwa flexible. Lakini jambo la tatu la muhimu sana, tunatumia brown rice vinegar kurekebisha pH ya udongo. Na kiwango cha asidi au tindikali na alkaline katika udongo ni cha muhimu sana kwa wakulima, ili uweze kuvuna. Wakati mwingine unapambana na mbolea tu, lakini ulitakiwa ujue pia pH ya udongo wako. Sasa pH ikiwa juu sana, ina mazao yake; ikiwa chini sana, ina mazao yake. Sasa mazao ambayo unalima, yanatakiwa ujue pH ya udongo wako, na ili kurekebisha sasa pH ya udongo utatumia brown rice vinegar. Sasa hizo ni faida zake. Nataka nikufundishe kwa kifupi sana, jinsi ya kutengeneza uh, brown rice vinegar. Hii hapa ni brown rice vinegar hii tayari tumetengeneza, unaweza kaiona imeshaanza kutumika kwenye chupa yetu. Uh, tunatengenezaje? Tuna kwanza, unatakiwa uwe na vifaa vifuatavyo. Cha kwanza, andaa mchele wako tu, tuandae mchele kilo mbili, mchele wa kahawia, sio ule mchele mweupe ule mchele wa kahawia, watu wenye kisukari wanaojua. Uh, pili, utakuwa um, uandae vijiko viwili vya chakula vya vya amira takiwa vya amira, na vijiko viwili vya amira. Amira ni ile unayotumia kwa ajili ya kuumisha mkate, um, mandazi, amira. Lakini pia utaandaa kimeo. Utaandaa kimeo. Kimeo ni nini? Kimeo ni ile togwa ambayo haijafanyika kuwa pombe, togwa ambayo haijafanyika kuwa pombe. Utaandaa kimeo cha lita moja cha lita moja Kwa hiyo hapa una vitu vitatu tayari: una brown rice, mchele na una, una, una yeast kwa maana ya hamira, na tatu unayo uh, togwa lita moja. Una unaloweka una, una, una, una mchele wako vizuri katika maji, unapika wali bila kuweka mafuta wala chumvi. Ule wali ukishaupika, uache upoe, usiive sana, utoe, uache upoe. Baada ya pale, chukua ndoo ya lita ishirini za maji ile ndoo ya lita ishirini za maji, uh, weka maji lita kumi, weka maji lita kumi. Ndani ya yale maji lita kumi, chukua ule mchele ule ambao umeupika tayari ambao umeshapoa mimina ndani ya ile ndoo, na kama mikono yako ni misafi shikashika ule mchele, akisha umechambuka uwe mmoja mmoja. Uh, baada ya hapo umesha weka mchele wako ndani ya ndoo ile yenye maji lita moja Yeah, sorry lita kumi. Unachukua ile amira, unachukua ile amira nisema vijiko viwili, unachukua ile amira vijiko viwili, unachanganya, unachanganya kwenye yale maji ya lita kumi na ule mchele ambao tayari umeshauweka na baada ya hapo, unachukua ile togwa ambayo tulisema ni lita moja, unaimimina katika ile ndoo ya lita kumi ya lita ishirini mba. Sasa tayari utakuwa umeshachanganya mchele uliopikwa kwa maana ya ule wali, utakuwa umechanganya na ile amira, utakuwa umechanganya na ile togwa. Chukua kitambaa chenye kupumua cotton, kitambaa cha cotton kizuri zaidi. Funika ile ndoo pale juu, funga kwa kamba. Chukua ndoo yako, kahifadhi chumbani. Tunahitaji room temperature, joto la chumbani, hatutaki mahali penye joto kubwa. Utaacha pale kwa siku kumi na nne. Baada ya siku kumi na nne ndio sasa chuja taratibu kile kimiminika kisichanganyikane na ule wali ambao umetuama pale chini. Hicho ulichochuja tayari ni brown rice vinegar. Hifadhi vizuri kwenye chupa, hifadhi kwenye fridge, hifadhi kwenye nyuzi joto chini ya kumi. Kiweza kuhifadhi kwenye nyuzi joto chini ya kumi, itakaa muda mrefu bila kuharibika. tayari Unayo brown rice vinegar. Somo letu hili ni bure, unaweza ukafuatilia kwenye youtube channel yetu kupata maelezo haya na ukafanya wewe mwenyewe. Hii inaitwa DIY, do do it yourself, do it yourself. Unaweza ukafanya mwenyewe pale nyumbani, na unaweza ukawa na mradi wa kuuza brown rice vinegar Kwenye vikundi kama ni wamama, kama ni vijana, mnaweza mkatengeneza na mkasambaza, mkawasaidia jamii inayowazunguka wapeni watu, watanunua na nyiye mtapata fedha kwa kutumia elimu hii ambayo umeipata bure kutoka kwenye shirika la GBM Tanzania. Asante sana, karibu sana. Kipindi kijacho nitakuletea somo lingine jipya, jinsi ya kutengeneza, ndicho kipindi chetu Jiandae, jinsi ya kutengeneza. Kipindi kijacho, nitakutengenezea bidhaa nyingine ya faida.